Yes, wanajeshi kumi na mbili wa Marekani wameweza kukamatwa pamoja na wahamiaji haramu zaidi ya mia moja e, katika masoko makubwa na klabu ya usiku isiyo halali huko e, Colorado Springs ambayo inapatikana nchini huko e, Marekani. Lakini pia kile kilichokuwa kikifanyika ndani e, kilihusisha biashara kubwa ya dawa ya kulevya, lakini pia ukahaba na uhalifu wa vurugu alisema Jonathan C Pullen, mwakilishi eh, maalum wa DEA na division ya, ya, ya Rock Mountain. Eh, katika mkutano wa waandishi wa habari Jumapili asubuhi, hapa na mkoti nasema kwamba eh, tulikamata silaha kadhaa ndani, lakini pia eh, tulikuwa na wanajeshi waliokuwa kazini waliokuwa wakisimamia ulinzi wa klabu hiyo na kushiriki katika baadhi ya uhalifu huo. Sasa inaonekana kwamba kuna baadhi ya wanajeshi ambao pia walikuwa ni walinzi wa waku, waku, kulinda hiyo issue, lakini pia moja kati ya wao pia walikuwa wanaendelea we kudili au kuweza kufanya hizo biashara haramu kabisa za dawa ya kulevya katika klabu hiyo. Sasa zaidi ya wanajeshi waliokuwa kazini zaidi ya kumi na mbili, lakini pia waliokuwepo katika klabu hiyo wakati wa msako huo, na maafisa wa serikali ya shirikisho walisema baadhi yao walikuwa wakifanya kazi katika shughuli hiyo hiyo haramu. Maafisa wa DE DEA e, waliweza kutangaza kwamba uwepo wao kabla ya kuingia kwenye klabu hiyo e, ambapo division ya Rock City Mountain e, Field alisema kwamba e, kwenye X kwamba kwenye au kwenye mtandao wa X e, nikimaanisha Twitter kwa hapo zamani, kuwa watu 200 waliokuwemo ndani huku 114 kati yao wakiwa nchini Marekani bila vibali halali. Aidha, zaidi ya wanajeshi walio e, walioko kazini kumi na mbili walikuwa wateja au walinzi na usalama kwenye e, klabu hiyo Ilielezwa hivyo. Hii ni noma sana, taarifa kutokea kule nchini Marekani, lakini pia kunaonyesha kwamba kuna kwa baadhi ya wanajeshi ambao walikuwa wanahusika hasa katika masuala mazima ya eh, kufanya ufanyaji wa uuzaji wa madawa ya kulevya. Na hii ni sawasawa digital, endelea kutufuatilia.